Hata sitaki kuongea siasa, lakini nataka kuambia rais kitu kimoja. Nimeona wabunge wangu wa ODM wamesimama hapa wameongea, lakini chama cha ODM kiko na structures, na juzi tumetoa msimamo wetu. Mimi ningekuomba rais, just address us through our structures. Wabunge wengine wakisimama hapa Hawaongee kwa niaba ya ODM kama mheshimiwa Elisha, mheshimiwa Jalango, hawa tuliofukuza kwa chama. Kwa hivyo hawawezi wakakuja hapa waongee mambo ya ODM. ODM mkiona Otosi, mmeona ODM, kwa sababu sisi tunakaa kwa ile kamati ya central committee, sisi ndio tunapanga mambo, na sisi hatuna shida na broadbase, lakini wabunge Mfuata msimamo wa chama na msimamo wa chama ni ule tulitoa wiki hii. Asanteni sana.